Karibuni katika Dr Saddam Kenya, na katika video ambayo ilipita tuliweza kuzungumzia jinsi ya kuweza kupata ujauzito haraka kwa kutumia ile dawa ilivyoitwa Clomifene au Clomid. Na katika hii video nitaweza kueleza

uji wa wimbi. So kama unaweza pata mtama ama ukapata wimbi, uh, kisha uongeze na vitu kama njugu na mihogo na kadhalika, ukatengeza uji that will be better for you, na ni kwa sababu mtama, wimbi, njugu, mara nyingi ziko na iron ziko na folate ziko na some proteins ambazo zinaweza kusaidia katika homoni zako na katika uh, ku create nguvu katika nyumba ya mtoto, so that ukipata ujauzito pia hauchoki haraka, na pia ina increase chances za wewe kupata ujauzito. Now uh, inapokuja katika vegetables, na pale kwenye vegetables unapata kuwa watu wengi wanakula nyama sana. Unapata mtu anaishi town anakula nyama anakula mayai anakula samaki and that is all they eat now. Kama umekuwa unatafuta ujauzito kwa muda mrefu, kuna baadhi ya mboga ambazo uzijaribu. Kuna kunde, kuna mnagu ama managu, kuna terere uh, kuna spider wheat na other vegetables hizo pale, mtazianika. Uh, jaribu uwe unakula mboga za majani especially hizi on a daily basis. Kama unakula sima, hakikisha uko na hizi mboga, huwa ziko na phytoestrogens, ziko na zinc, ziko na omega 3 acids na tu kama hizo ambazo zitasaidia mwili wako uweze ku create a very conducive uh,

Jitahidi instead of kula mkate tumia ndizi, ama unaweza kutumia viazi vya sukari yeah. so instead of having tea with the uh, uh, let's say uh, bread you could have tea with sweet potatoes you know? or tea with muhogo kasaba or tea with uh, uh, with bananas yeah? na hizo zitaweza kusaidia ili uweze kupata ujauzito, kuna baadhi ya vitu ambavyo vinatakana viwe sawa katika mwili wako. Your hormone levels inafaa ziwe katika level ambazo zinahitajika. the health of your uterus inatakana iwe uh, katika hali sawa kabisa, na ndio maana hivi vyakula vinaingilia kati. Na katika maisha yetu ya siku hizi, watu wengi wanakula vyakula ambavyo viko processed. Tunapata watu wanakula pizza, burgers and everything. Everything ni kwa process. Now the downside ni kuwa hizo vyakula mara nyingi, sometimes ingine usiee kupata ujauzito. Na jitahidi pia kujua mzunguko wako wa mwezi. Hakikisha, hakikisha unajamiana na mpenzi wako wakati, uh, uko katika ile ovulation period, na tukama hizo na utaweza kupata ujauzito kwa haraka. Shukran sana kwa kutazama video hii. Ikiwa ni mjini katika channel hii, tafadhali, bonyeza subscribe, channel like video hii na maswali yako yawache kwenye comment section.